Leo nataka tushee kidogo watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaita kwenye huduma hii na utumishi wa kumtumikia yeye. Katika watu wenye vita kubwa sana, ni watumishi wana vita sana. Na kama wewe ambaye unatamani kuingia kwenye utumishi aa, hiyo ni kuambia watumishi na vita ni kitu cha kawaida, kwa sababu sisi tumesimama mbele ya watu tuna mfesi adui, tuna mfesi adui moja kwa moja. Kwa hiyo nataka nizungumze nawe kitu kimoja, kwamba unahitaji kuwa na silaha za kutosha za kumshambulia adui. Unahitaji kuwa na silaha za kutosha za kuwakomboa watu wako pindi wanapoingia kwenye changamoto Kama huna hizo silaha uh, adui atakunyang'anya. Daudi, alipokuwa kichunga kondoo, anasema dubu alipofika kuchukua kondoo, kula kondoo, nilimlalua nikamua. Simba alipofika kuchukua kondoo, nilimlalua nikamua. uh, imagine kama Daudi angekuwa hana uwezo wa kulalua wale wanyama kama Mungu asingempa uwezo wa kulalua hao wanyama ingekuwaje? Manake wangekula wangemla hata Daudi. Sasa mtumishi, lazima uwe na uwezo wa kulalua dubu aliyeingia katikati ya kondoo zako. Kama huna uwezo, wale dubu watakula kondoo zako, watakukula na wewe, watakukula na wewe. Mtumishi yoyote lazima ufahamu kwamba maombi na wewe ni watu naotoka sehemu moja, ni marafiki, ni mapacha, ni kopo na mfuniko. Maombi na wewe ni maisha. Mtumishi hutakiwi kuwa sehemu ya ujanja ujanja, longolongo nyingi, saundi saundi, eh? Kuhubiri tu haitoshi kumshinda Shetani. Yaani, kuhubiri tu, kutumia maiki, kuambia kusema na watu, haitoshi kumshinda Shetani. Mapepo yanafunga tena, yanafunga muda mrefu kuliko hata wewe. Usipokuwa mtu wa maombi, huwezi kupata nguvu za kumshinda adui. Leo tumekuwa na sanaa nyingi sana, sanaa nyingi nyingi nyingi nyingi. Watu wanataka wapate vitu vikubwa kwa sanaa sana, ujanja ujanja ujanja ujanja tu. Sanaa zitakuvusha kwenye macho yasiyojua kuona sanaa. Ukifika kwenye macho yanayozijua sanaa, hutavuka. Mtumishi wa Mungu lazima ufahamu, magoti ni kifaa cha kiroho. Lazimu yatumie magoti kufanya kazi ya Mungu. Kuitwa nabii bila maombi, haimaanishi kwamba shetani anaogopa nabii. Kuitwa mchungaji haimaanishi kwamba shetani anaogopa neno uchungaji. Mwinjilisti, shetani haogopi mwinjilisti, hata ungeubiri ungeubiri ungeubiri, ungeubiri, ungeubiri. Jengo miti katikisika kama huna uhusiano na Mungu kupitia maombi utapigwa tu. Na katika maombi kuna maeneo matatu. Eneo la kwanza la maombi ni maombi ya kulipa gharama, ya kulipa gharama, toba, maombi ambayo yanatukutanisha na Mungu muda wote, kujitakasa. Yaani e, lazima ujitakase ndio uwe safi, ni maombi ya kulipa gharama maombi ya pili ni maombi ya shukrani ya shukrani. Lazima uwe na shukrani mbele za Mungu, kumtukuza Mungu. Maombi ya tatu ni maombi ya mamlaka. Kwenye haya maombi ya mamlaka, kinachoamua kitu kitokee kwenye maisha ya watu ni mamlaka ulionayo ndani yako. Una nguvu kiasi gani ndani yako ya kufanya watu wapokee uzima. Mi sijui una nguvu kiasi gani, una umekusanya nguvu kiasi gani za kufanya watu waokolewe na wasonge mbele. Umekusanya nguvu kiasi gani? Hata mimi nayesema nahitaji kukusanya nguvu. Hapa tunajifunza, nataka tushe iki kitu vizuri sana, nielewe vizuri sana, watu hawatakuja kwako kanisani kwa sababu wewe ni mchungaji watakuja kwa sababu wewe ni mchungaji, lakini hawatakaa kwa sababu wewe ni mchungaji. Watakaa kwa sababu una nguvu ya kufanya wakae. Ni kweli, unatamani sana uwe na watu wengi, lakini una nguvu kiasi gani ya kutawala hao watu wengi? Je, ujumbe wako na uandaa una nguvu kiasi gani ya badiliko ndani ya watu? Kupiga kelele sana, kuomba kwa sauti kubwa sana, sio nguvu naombea watu na maiki ee. Usiku wa manane unapigisha watu kelele huku na huku, unapigisha watu kelele, watu hawalali, lakini bado power nothing, kwa sababu maombi yako hujawekeza kukusanya nguvu, umewekeza kupiga kelele. Mi sijui, lakini maombi yenye matokeo ni lazima ulipe gharama, kitaka matendo makuu yatokee kwenye maisha yako, matokeo yatokee kwenye maisha yako. Lipa gharama, usipige chenga kulipa gharama. Mchungaji, ukiona vitumbua barabarani unachanganyikiwa. Mtume na nabii, ukiona vitumbua barabarani unachanganyikiwa. Mwinjilisti, ukiona vitumbua barabarani unachanganyikiwa. So kwa sababu umefunga, huwezi kutoka hata kwenda barabarani, kwa sababu ukiona vitumbua moyo unatetemeka. Ukiona nyama za kuku zile za kwenye moyo unatetemeka no no mungu akubariki sana nilikuwa najaribu kushare na wewe gharama lipa gharama lipa kila mahali kuna gharama ya yeah, kuna gharama mungu akubariki sana naitwa Pastor Joseph